Mpenzi mtazamaji wa TV Tumaini na mtoto unaetufuatilia kutoka nyumbani. Leo mko nasi watoto kutoka parokia mtakatifu Padre Pio Tabata Kisiwani. Mtoto mtakatifu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu daima usafi kwa Yesu, usafi kwa Yesu, usafi kwa Yesu. Tumepata tudumishe haki na amani. Kwa jina naitwa Benedict Lemi na sali jumuiya mtakatifu Alois Gonzaga. Kanda ya Matresa wa Kalkuta. Sasa tunaingia kwenye kipengele cha darasani. Watoto karibuni. Asante. Watu wengine wanadhani. Msifu Yesu Kristu. Kwa majina naitwa Glordatus, naenda kujibu swali. Imani ni mambo tuyatarajiayo na ni bayana kwa mambo yasiyoonekana. Amepata? Amekosa? Amepata. Pongezeni watoto kisiwani wa... Swali la pili ni miezi ipi imewekwa na kanisa kwa ajili ya kusali lozari lili? Hey, kwa majina naitwa Lilian Michael najibu swali, siku zile kwa kusali lozari ni mwezi wa tano na wa kumi. Amepata amekosa Amepata. Pongezeni mtocho kiswani wa wow. Je, nani aliye mchungaji mwema? hmm. Lea, kwa majina anaitwa Lea ofre jibu lake ni mimi, mimi ni mchungaji mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Amepata amekosa, amepata. Mpongezeni watoto Kisiwani. Je, wow. Biblia ya Kanisa Katoliki ina vitabu vingapi na uvitaji Majina naitwa nasali jumuiya ya Mtakatifu Agustino kanda ya Kimanga. Tumsifu Yesu Kristo Milele amina. Kwa majina naitwa, kat... kat... naitwa Gaspar Remi, natokea katika jumuiya Mtakatifu Alois Gonzaga kanda ya Mama Taweza akalukuta Twiga. Najibu swali lisemalo lisemalo, Bibilia ina vitabu vingapi? Bibilia ina vitabu sabini na tatu, navyo ni Mwanzo, Kutoka, Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la kumbu Torati, Yoshua, Waamuzi, Rus, Samueli wa kwanza na wapili, Wafalme wa kwanza na wapili Mambo ya Nyakati moja na mbili, Nehemia, Ezra, Tobiti, Judithi, Esta, wa Makabayo moja na mbili, Ayubu, Zaburi, Mithali, Muhubiri, Wimbo ulio Bora, Hekima ya Suleimani, Yoshua bin Sila, Isaya, Yeremia, Baruku, Ezekieli na Danieli, Hosea, Yoeli, Amosi, Obadia Yona Mika Nahum Habakuki Zefania Hagai Zekaria Malaki. Agano Jipya. Matayo Marko Luka Yohane Matendo wa Warumi Wakorinto Waatia wa Waefeso Wafilipi Wakolosai Watesalonike Timotheo Tito, wa Waebrania, file, file, wa Yakobo, Yakobo Petro Yohane Yuda Ufunua Yohane wamepata, wamekosa? Wamepata. Wame wapongezeni watoto Kisiwani. Mtazamaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi leo mko nasi watoto kutoka parokia Tabata Kisiwani na sasa tunaingia kwenye kipengele cha nyimbo na vipaji karibuni asante watu wengine wa tulinda safarini, wanatuongoza vema, wanatukinga na hatari za roho na za mwili, wana tuongoza vema, wanatukinga na hatari za roho na za mwili la, la, la. Ikawa Bwana alifungua milango ya gereza akawatoa nje mitume waliokuwa wamefungwa, la la Wanatukinga na hatari za roho na za mwili, wanatuongoza vema, wanatukinga na hatari, malaika mtakatifu

wana tukinga na hatari za roho na za mwili kuvua utu wa kale na kuvaa kuvaa utu mpyale, yaani mwalimu wetu walimning'iniza na kumuua, kachana na kaburini mzima kama alivyokuwa. Tunaimba aleluya haleluya, ale, tunamshukuru tuna, aliye juu ngoma tunamchezea, tunamchezea, vigelegele vya nguvu vinaambatana na makofi, tunapiga makofi makofi makofi tu, la la kama vile tulivyo sisi tujitahidi kubadilika na kuvalia ya utukufu. la la la la la la la la. Sauti inavuma kulia, sauti inavuma kushoto, sauti inavuma pande zote. Zinatikisika dunia, inanesa mbingu zinafurahi. Watu wako huru, wanaimba, wanaimba na kumshukuru Mungu. Ni siku yetu ya kubadilika na kutakaswa, kuvua utu wa kale na kuvaa kuvaa utu mpyale, yani mwalimu wetu walimning'iniza na kumuua, kachana na kaburi, ni mzima kama alivyokuwa mwanzo, tunaimbale Ale tunaimba hey, aleluya, tunamshukuru. Tuna aliye juu, ngoma tunamchezea, tunamchezea. Vigelegele vya nguvu vinaambatana na makofi, tunapiga makofi makofi makofi tu

kwangu na kuondoka kwangu, umelifahamu wazo langu tokea mbali. la nimefufuka <muchan> umeniwekea mkono wako Nimefufuka na ningali pamoja nawe, umeni umeniwekea mkono wako, maarifa hayo ni ajabu aleluya, ni ajabu, aleluya. Maarifa hayo ni ajabu ni ajabu haleluya. Watu, Watu wengine wanadhani mtoto mtakatifu ni kupoteza muda wao kwenda kanisani. Watu wengine wanadhani mtoto mtoto mtakatifu ni kupoteza... mtakatifu mtakatifu kwenda kanisani ni kupoteza Mtoto mtakatifu Watoto nawasimulia hadisi kutoka kwenye kitabu cha mtakatifu Antoni. Mtakatifu Antoni alituhadisia kwamba hapo zamani kulikuwepo na mdhambi wa Mungu. Mdhambi wa Mungu ni mtu ambaye anatenda madhambi, hatendi mambo mema, anatenda madhambi. Huyo mdhambi wa Mungu aliota katika njozi yake kwamba yuko katika mahakama kubwa, mahakama kubwa sana, mahakama ya Mungu huko alikwenda kushtakiwa. Alipofika alimkuta mshtaki wake ni shetani. Shetani ndiye amemshtaki kwa Mungu, lakini mtetezi wake alikuwa ni Mama Bikira Maria. Shetani akamwambia Mungu, huyu mtu ametenda madhambi mengi sana. Mungu akamwambia, basi tuyaweke katika mizani ayo madhambi yake aliyoyafanya na mema yake yote aliyoyafanya. Basi ndipo yule mdhambi yule aliyemshtaki mshtaki ali shetani huyo ambaye ndiye aliyemshtaki alipeleka orodha yake kubwa, yaani orodha kubwa sana, yaani ikisema kubwa, watoto ni kubwa, shetani anashindikiza na mengi. Mungu kamwambia, ndio hii hapa, ilivyowekwa kwenye mizani kupima, waone mizani ya mema na mabaya ni ipi iliyozidi. Basi mizani ya mabaya ikawa inazidi mama Bikira Maria alivyoona vile, kachukua mkono wake ta kaweka kwenye mizani te, alivyoweka kwenye mizani mema yakaongezeka. Kumbuka mema yalikuwa ni machache, madhambi yalikuwa ni mengi. Mema yakaongezeka yakawa ni mengi, madhambi yakawa ni machache. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya mama Bikira Maria aliweka mkono wake kwenye mizani ile, mizani ikaongezeka. Basi kaonekana mema ni mengi, madhambi ni madogo. Mama Bikira Maria akamwambia mzambi, mzambi, mimi nitakusaidia kwa hakimu, lakini kwa sharti moja tu, ubadilike, uache madhambi, huwe unatenda mema. Mdhambi akasema, basi mimi kuanzia leo nitabadilika, nitakuwa ni mtu wa kutenda mema tu. kwenye njozi hiyo hiyo akaota kwamba amebadilika amekuwa ni mtu mwema anatenda mambo mema tu, ameacha dhambi kutokana na fundisho lile la mama bikira Maria kuweka mkono wake kwenye mizani, alafu mizani ikawa ni kubwa na katie mazambi yake ndiyo mengi. Watoto, fundisho hilo linatufundisha kwamba hata kama tuna dhambi tuna dhambi kiasi gani, zilizojaa wingi gani Tusikose kumuomba Mama Bikira Maria, na Mama Bikira Maria anatuombea kwa mkombozi wetu, ambaye ni bwana wetu Yesu Kristu, atatuhurumia. Tumsifu Yesu Kristu watoto. <tutu> <tutu> fundisho hilo, naomba kila mmoja wa aliyepata fundisho anyoshe mkono kwamba ni jinsi gani alipata fundisho katika hadithi hiyo. Karibuni. mmejifunza nini kwenye hadithi hiyo? Kwa majina inaitwa Kevin Albati, imetokea nani, jumuiya ya Mtakatifu Yosefu. Nimejifunza kuto kutenda dhambi. Mwingine, mwingine aliyejifunza kwenye hadithi yangu Clever, kwa majina naitwa Clever Goliama Moyo, natokea jumuiya ya Yuda Tadei. Nimejifunza tusio watoto wa kutenda dhambi. Mwingine alijifunza tofauti, kitu tofauti? Washajibu wawili ambao tayari, usitende dhambi. Mwingine aliyejifunza kitu tofauti yani na hao wawili? Kwa majina naitwa Gideon Datus Babato na sali jumuiya Mtakatifu Agustino, mimi nimejifunza kuwa na moyo wa huruma, ehe, moyo wa huruma. Mwingine. Tumsifu Kristo. Milele amina. Kwa majina naitwa Gaspa Lemi natokea katika jumuiya Mtakatifu Aloisi Gonzaga nimejifunza kwamba mama Bikira Maria ni mwombezi wetu, asante Mwingine vidole, kama usiponyosha kidole siwezi kukuona. Mwingine ambaye hajajibu. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Kwa majina naitwa Linet Angel, natokea jumuiya ya Mtakatifu Paulo. Nimejifunza tusichoke kumwomba mama Bikira Maria. hmm, sante, sante. Mwingine, mwingine nyosheni vidole. Haya, ah, kuna mkono kule kwa yeah. Majina naitwa Yusta ametoka kwenda eh. so... Maria Goretti nimejifunza kuwa na moyo wa huruma. Sawa, kuna mwingine na mwingine, ushajibu wewe, nataka ambaye hajajibu bado. Yuko wapi? Ah. Kwa majina naitwa Abraham Mashaka, natokea jumuiya ya Mtakatifu Antoni wa Padua, kanda ya Kimanga. Leo umejifunza nini? Umejifunza nini. Tumejifunza tu Tutende mema tu, tusitende mabaya wengine jo. Usitaje jibu ambalo tayari. Tumsifu Yesu Kristo milele, amina. Kwa majina anaitwa Nasoni Siwanda, leo nimejifunza kuwa mama Bikira Maria ni mtetezi wetu wa wow. Mwingine haya, wa mwisho huyo. Tumsifu Yesu Kristo milele Amina. Nimejifunza kuwasamee wenzetu. Ah, tupate wa mwisho jibu angalau angala, liwe Tumsifu Yesu Kristo. Milele Amina. Kwa majina naitwa Belta Tobias, natokea natokea jumuiya ya mtakatifu Rita wa Kashia. Nimejifunza kuwa hata kama tukiwa tuna madhambi tuwe tunamwomba mama Bikira Maria wa wow. <applause> Watoto, tusichoke kumwomba mama Bikira Maria. Mama Bikira Maria ndiye mtetezi wetu. Hakuna siku ambayo labda ulimuomba mama yako kitu akakunyima, mama anaomba pipi akakunyima? Wewe ni mtoto wake, lazima akupatie. Kwa hiyo Mama Bikira Maria ni mama yetu, mama wa wote, wote tulioko hapa. Ndio maana hadisi, kuna hadisi yetu fupi, ilisema mama ana watoto wengi wengi, yani watoto wengi, yeye ana watoto kuzidi watu wote, ni Mama Bikira Maria. Kwa hiyo yeye ni mama wa wote. Tukimuomba chochote yeye anatuombea ye kwa Bwana wetu Yesu Kristo, basi anatupatia. Tumsifu Yesu Kristo. Yes.